Nichukue fursa hii kulileta kwenu tamko langu ambalo ni pamoja na kushirikiana na taasisi mbalimbali na viongozi wa taasisi mbalimbali kama mnavyowaona kwenye jukwaa, na ta, tamko hili ni kwa niaba pia ya waislamu wa Tanzania wote. Baada ya utangulizi wa kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehema na amani mbora wa viumbe, kiongozi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwatakia rehema na amani jamaa zake na masahaba zake na wenye kufuata mpaka siku ya kiyama. Ndugu waandishi wa habari, itakumbukwa kuwa nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Ikumbuke kwamba katika siku hiyo ya kupiga kura, katika baadhi ya maeneo kulitokea fujo, vurugu na uvunjifu wa amani. Matendo haya yalisababisha vifo, yalisababisha mali kuharibiwa na majengo kadhalika kuharibiwa kwa kuchomwa moto na kuvunjwa. Kwa waliokufa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kula mmoja, Mwenyezi Mungu ameweke mahala napostahika. Kwa wale ambao wamefelewa na ndugu zao, Mwenyezi Mungu awape subira na awape uvumilivu na awafariji. Kwa waliopoteza mali zao, Mwenyezi Mungu awape badani. Baada ya matukio hayo ulipelekea taasisi mbalimbali mbali za kidini na nyingine kujitokeza na kutoa matamko kuhusiana na kile kilichotokea. Kwa mtiririko huo wa matamko, BAKWATA ikishirikiana na ta na taasisi mbalimbali mbali, zilitoa matamko mawili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 na mali iwe ni za watu binafsi au za umma, miundombinu na kuirejesha nchi yetu katika taswira yake. Insha allahu taala, tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki juu ya hiyo.